Tutakubali hii agreement in one, yani in one second tutakubali hii agreement kwamba Trump, kwa sababu at end of the day sahivi America wako ni America first, they don't do anything for nothing, trust me, tutaikubali hii deal, waje watuondolee watu, watu waliotuua. Ibana, Mange Kimambi amerudi kwa moto na radi, na raundi hii anapiga vijembe serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan kutokana na vitu ambavyo vinafanyika katika serikali kuu ya Tanzania. Sasa ni serikali ambayo inaongozwa na chama cha CCM. Sasa kuna vitu vingi ambavyo vinaendelea nyuma ya pazia baada ya uchaguzi, uchaguzi wa tarehe 29 mwezi wa kumi mwaka wa elfu mbili na 25 na uchaguzi ambao ulihakikisha kuwa Mama Samia Suluhu Hassan amepata asilimia 98 za kura zote zilizopigwa. Sasa mwanadada Mange Kimambi, ikumbukwe ya kuwa akaunti yake ya Instagram ilikuwa imefungwa, ambapo wakti huu hayuko katika Instagram. Inaonekana kuwa waliamua kumpiga tofali baada ya malalamisho ambayo ilipelekwa mbele ya Meta, kampuni ya mama ya Facebook, Instagram na vilevile vile WhatsApp, ambapo walikuwa wanasema kuwa ni malalamishi ambayo ilipelekwa na mamlaka ya mawasiliano nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania maarufu kama TCRA. Sasa TCRA ilipeleka malalamishi ikisema kuwa Mange Kimambi anafanya kile ambacho tunachokiita uchochezi kutokana na vitu ambavyo anaviposti kwenye mtandao wa kijamii sasa Mange Kimambi ameongea na watu wengi na amesema vitu vingi kutokana na akaunti yake kufungwa akaunti ambayo ilikuwa na watu wengi ambao walikuwa wanamfuatilia kwa karibu zaidi kwenye mtandao wa Instagram na wakati huu anaangusha nondo kwenye mtandao wa X na ikumbuku ya kuwa mtandao wa X haiko nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutokana na kila ambacho Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema kuwa mtandao huu ulipigwa tofali kutokana na ile hali ya kusambaza maudhui ya ngono nchini Tanzania. Sasa Mange Kimambi amepata kile ambacho tunachokiita tija chanya kwenye mtandao wa X, ambapo wengi wamemrai, wanamwambia Usipigane , urudi Instagram, wewe posti tu vitu vyako hapa X, tutakuwa tunachukua video kama hizo, tunazisambaza na kuspread kile ambacho tunachokita hamasa miongoni mwa Watanzania. Sasa kuna ufisadi mkubwa ambao unaendelea nchini Tanzania na ni ufisadi ambao umefichuliwa na mwanadada ambaye anajulikana kama Mange Kimambi. Anaongea kuhusu airport ya Kilimanjaro International Airport. Sasa Mange, kwenye mtandao wa X, amechapisha ujumbe pale na kuandika, ujambazi wa rasilimali za Tanzania unaendelea kwa kasi. Sasa ameendelea kusema hivi, kwa mtakaokumbuka, mtakumbuka kuwa kipindi cha kampeni niliwaambia kuwa airport ya Kilimanjaro International Airport inaenda kuuzwa, kuwa ilivyouzwa bandari. Kuna wapuzi na machawa walioniona mimi mchochezi na kwamba natunga vitu ili kujenga chuki. Haya, oneni hii Kipindi cha kampeni wamefungua kampuni kabisa Brela, inaitwa Transon Tanzania Limited. Hii ndiyo kampuni itakayopewa umiliki wa airport ya Kilimanjaro International Airport. Sasa, angalieni shares. Oman, wamepewa shares asilimia 65, serikali ya Tanzania imepewa asilimia kumi only. Hiyo kampuni yenye asilimia 25 ni kampuni ya Abdul. Sasa, Abdul ni mwanawe rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mwite mama Samia Suluhu Hassan. Sasa ameendelea kusema hivi pale Kilimanjaro International Airport ndio ilipo Tanzanite yenyewe kwa kuwapa Oman Airport ya KIA. Sasa Tanzanite zitaibwa na kupitishwa pale airport bila shida yote. Wanyama wataibwa, biashara ya pembe za tembo ndiyo itapamba moto, madini mengine yataibiwa hapo. Ni hivi, kwa sasa wanasubiria mambo ya poe ndio watangaze kuwa wenyewe wafisadi na wanyonyaji kwa mabano Oman wamejipa airport ya Kilimanjaro International Airport. Akaandika hapa, akamalizia kusema kuwa Watanzania amkeni. Kwa hiyo sasa ameweka nyaraka hapa kadha wa kadha za kuonyesha makampuni kadha wa kadha ambazo zimepewa zabuni ya hii airport ya KIA na wahusika wakuu kwenye hii misheni nzima ya kuhakikisha kuwa vitu vimepigwa ama dili zimepigwa nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa Mange, uzuri wake yeye huwa analeta vitu na evidence, yani udhibitisho wa hali ya juu. Sasa hapa ameposti baadhi ya nyaraka ambazo zinawaonyesha wahusika wakuu kwenye kampuni hii jinsi ilivyosajiliwa kampuni ambayo inajulikana kama Brela na vilevile vile wengi ambao wanahusika katika hii ishu nzima ya Tanzania airport authority. Sasa baada ya Mange kufichua vitu hivi, kuna wengi ambao wamedondosha comment zao kwenye posti ya Mange Kimambi. Kuna huyu ambaye anajulikana kama Tanzania Kwanza, anasema Tanzania na Oman sisi ni ndugu wa damu, acha kututia dosari wewe jangili. Kazi yako kubwa ni kugushi taarifa. Kama kweli unajiamini, acha kukublock tubishani kwa hoja jangili wewe na wakala wa shetani. Alafu mwingine anajulikana kama Maitro 4.0, anasema tatizo sio kwamba watu hatujui yanayoendelea, ila tumekubali kuuziwa uoga na hawa wa shenzi. Inaumiza, lakini ndio ukweli wenyewe. Yale mauaji yamefanya tuingie baridi. Alafu huyo anajulikana kama Mhenga wa Kizazi Kipya anasema huu utawala wa vikutani tusipoutoa miaka mitano, Tanzania itabaki gofu la kale lisilokuwa na chochote. Uh, wala wazalendo hawa wata, wa Zanzibar hawana uchungu na Tanganyika. Tusimame, tujikomboe, hatuna namna nyingine, la asivyo tutaendelea kuishi kama digidigi Kenya, ardhi yetu kuna huyu ambaye anajulikana kama Buda anasema tutaendelea kujiliza mitandaoni mpaka lini wewe ushapewa kodi na dada wa taifa alafu unatia unyonge wa nini sasa tukisema tutoke tuandamane most of Hans, atutoki sasa huu ushenzi tunazani utatoka bila sisi kuamua kuandamana bila kuchoka hawa activist tunawachosha sometimes alafu mchunguzi anasema hmm, for now E, anasema kuwa kwa sasa Tanganyika ambao wanaturudisha nyuma ni hawa chawa ambao wanasaidia kusifu na kuabudu na kusababisha haya yote kwa kulipwa uh, ujira ambao unaofaa kwa chakula tu. Angalau basi hata wangelipwa naye tembo au kifaru au twiga, tukajua wanafaidika na mali zao. Kuna huyu mwingine ambaye anajulikana kama Ibiza, anasema sasa hivi Tanganyika haina mtetezi, haina protector. Watu wanakuja wanatuibia, wanatuua and thanks to Jakaya kama ana amani kwa anachokisababisha, Mungu amtunze. Alafu Tino the Great anasema tunaelekea kulombwa wote. I say tu Zero Legend anasema kama vipi wauze na mlima Kilimanjaro tu. Hasla anasema hivi ndio maana tunasema maandamano Disemba 25 ayaepukiki. Riziki Bey anasema wakimaliza KIA wauze mlima mdogo mdogo vya kuuza vikiisha watauza watu. Focus Forever anasema, halafu baada ya miaka 60 ya uhuru tunaomboleza kifo cha maji, umeme, dawa, hospitali na barabara. Aliyeturoga jamani, huyu anajulikana. Kama Afri anasema, serikali inabidi wajue historia na wajue kilitokea nini Morocco, Tunisia, Algeria, Egypt na kutambua kinatokea nini Sudan, Somalia na wanajaribu kufanya kitokee nini Tanzania, boycott them. Alafu Jenzi anasema nilipoona, kadko wanaondolewa KIA na nyumba za wananchi wa vijiji jirani vikivunjwa, red light iliwaka. Kwa nini kila kitu ni Waarabu tu wanauziwa taa? Ee, wameshindwa kuendesha viwanja vya ndege. Kwa nini wasitangaze zabuni kwa uwazi au wasiuze hisa DSE? ukishauza C and airport umeuza. Anastasi BLV anasema yani Samia na genge lake ni wa, wanataka waimalize Tanzania yote na ibaki empty. Huyu mgeni anajulikana kama Nakrash ambaye anajiita pia umeme anasema Magufuri aliwahi kusema mwekezaji yeyote yule akiwa anawekeza nchini halafu asilimia nyingi zikawa kwake, huo ni ukandamizaji wa nchi yetu. Na akaongezea kwa kusema, kama ikiwa hivyo basi hata kama ni mkataba uvunjwe, na kabla ya kusaini mkataba uwe na kipengele cha kuvunjwa. Kwa hiyo ni tamko, ama zile comments ambazo zinashushwa kwenye timeline ya mwanadada mpambanaji mwite Mange Kimambi. Baada ya Mange kufichua ufisadi ambao unaendelea na ni uwanja wa Kilimanjaro International Airport, ambapo Mange Kimambi anasema hakuna vitu vingi ambavyo vinaendelea nyuma pazia na anasema kuwa ni ujambazi wa rasilimali za Tanzania ambao unaendelea kwa kasi zaidi. Sasa hapa nasema kuwa kuwa mtakaokumbuka, mkumbuke kuwa kipindi cha kampeni niliwaambia kuwa airport ya KIA, yaani Kilimanjaro International airport inaenda kuuzwa kama ulivyouzwa bandari. Kuna wapuuzi na machawa walioniona mimi kama mchochezi na kwamba nachunga vitu ili kujenga chuki. Haya, uneni hii sasa amefatanisha na nyaraka kadha wa kadha, ambazo zinaonyesha wahusika wakuu kwenye hii sakata kuu la KIA na vitu vingi ambavyo vinaendelea nyuma pazia. Amemtaja mwanawe Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye anajulikana kama Abdul na kusema kuwa kampuni ya Abdul pia imehusika katika hili sakata la k kwa hiyo nimejaribu kufuatilia kwa karibu zaidi na angalau nipate kujua hali halisi. Na kwa wale ambao wanatufuatilia kwa karibu, hakisha kwa umesubscribe, umelike na vile vilevile kushare. Ukiwa kule magetoni, vijiweni na mitaani, usisahau kuwajuza wana kuhusiana na channel hii ambayo inakuwa kwa kasi zaidi, ite Swahili TV. Za Kimarekani tayari ziko regulated na sheria za kwenye nchi zao kuhusu jinsi wanavyofanya biashara abroad especially kwenye issue ya human rights na demokrasia. So ni bora tufanye kazi, ni bora hizi rasilimali zichimbwe na nchi ambazo zinajali demokrasia, zinajali haki za binadamu. Ni hivi kama Tanzania bado ingekuwa na, na mahusiano ya ukaribu kama ambao Tanzania mmeajenga na nchi za China, UAE